Sasa ili uwe na kampuni ambayo ina mafanikio makubwa, si ndio? ni lazima kwanza uongeze ubora wa huduma, uongeze na kutoa huduma bora, quality services sawa. Unapotoa quality service, si ndio? kitakachofuata ni wateja wako kukupenda si ndio? Wanapokupenda wanakuwa loyo si ndio? Wanakuwa watifu kwako si ndio? Ehe, wataendelea kubaki. Si ndio? Wakiendelea kubaki, kubaki, wataendelea kukuletea nini? Fedha. Si ndio? Sasa hiyo tunasema unatoa huduma bora quality service, kinachofuata kunakuwa na eh, client retaining and loyalty. Wateja wako kubaki nakuwa loyo kwako lakini kinachofuata wakikuletea fedha, utapata nini? Faida, sindio? organization profit. Lakini wakikuletea faida, ndio kampuni yako itaendelea kufanyaje? Kukua, growth, sawa. Lakini kampuni inapoendelea kukua na kupata faida, sindio? Sasa ndio tunakuja kwa upande wetu watumishi, hatua ya nne, sindio? Watumishi sasa, na sisi tunaanza kupata mishahara yetu vizuri, tunaanza kupata uh, incentives eh, si ndio? posho nini vizuri si ndio? na sisi tunapata kuridhika si ndio? Sasa mfanyakazi aliyeridhika, mfanyakazi ambaye ana hamasa si ndio? maana yake atatoa huduma bora si ndio? Sasa mfanyakazi ambaye ameridhika amba anahamasika anatoa huduma bora, si ndio? atatoa huduma bora. huduma bora zitapelekea wanachama kuendelea kufanyaje? Emini, wateja kuendelea kufanyaje? kubaki, si ndio? Na kuendelea kuleta faida. Faida, kampuni inaendelea kukua. kampuni inaendelea kukua, inatengeneza faida kubwa, mishahara inaongezeka, inaongezeka si ndio? mishahara inaongezeka, hamasa inaongezeka. hamasa inaongezeka ya wanaotoa huduma, wafanyakazi, huduma bora zinaendelea kutolewa, si ndio? kwa hiyo ni mzunguko Sindio eh? Eh, kwa hiyo hicho ni mzunguko haishii hai sehemu moja, sawa?